S yes, ni mwalimu Baros kutoka Dallas, Texas nchini Marekani hapa. Hapo mnanijua ninakuja tu kuwapa taarifa nono kabisa na nzuri kweli kweli, ni kwamba tarehe 12 za mwezi wa 4. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! habari za saa hizi. Kwa majina naitwa Tresor almaarufu Mr. T napatikana hapa Dallas, Texas. Bwana Yesu asifiwe, habari ya uzima mnaendeleaje, wapendwa katika Kristo? Kwa majina mimi naitwa Zina Salma, ni conductress wa Ebenezer Choir. Naam, shalom shalom wana wa Mungu. Kwa majina naitwa Fidel, almaarufu kama JKK baby. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa majina naitwa Esther, naishi hapa Dallas. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Family Methodist Church. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yes, kwa majina naitwa Ali Raymond Mwabio i mwabio i bana ba ombe omena nikioboshipo lehena aka the first lady. Zeni wapendo katika Kristo, kwa majina naitwa Dafroza aka Mama p Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Maria, naishi hapa Dallas, Texas. Mimi ni mwanamemba wa kwaya Ebenezer. Bwana Yesu asifiwe, tena Bwana alibarikiwe. Mimi kwa majina naitwa Charlotte. Mimi ni mwimbaji wa Ebenezer kwaya. Mimi ndo katibu hapa. Ya. Bwana Yesu asifiwe, tena wakuja katika Kristo. Kwa majina naitwa David Fee. Kama mnavyoniona hapa jamani, mimi ni mwana kwaya wa Ebenezer. Habari za wakati huu, watu wa Mungu, matumaini yangu ni kwamba sote ni wazima wa afya kabisa. Niliyesimama mbele yako hapa naitwa Grace. Jambo, andiko katika Kristo, kwa majina naitwa Adija Shalom. Shalom, majina kwa majina naitwa Priska Onda, ni mwimbaji wa Ebenezer Choir. Bwana Yesu asifiwe, upendo katika Kristo, kwa majina naitwa Grace ambao unaweza okay, habari za saa hizi ndugu zangu

Hivyo na basi, nataka kuja kukujulisha kuwa watoto wazuri, watoto wa Mungu ambao wanashiriki katika kanisa la Church, inataka kuwajulisha kuwa tuna tuna jambo letu tuna jambo letu hapa kwa, kwa sababu ya kuambia kwamba wimbo wa Ebeneza kwaya upo tayari sasa kutoka, ambao utatolewa mwezi wa 4 tarehe kumi na mbili, tarehe 12 za mwezi wa nne.

Kwa hiyo ni, ninachowaambia ni kwamba kaeni mkao wa kula tukisubiria tarehe 12 za mwezi wa 4, ili kwamba Ebenezer Choir ya Osana Free Methodist Church kuweza kwa kutoa wimbo wake mpya. Ni kwaya kubwa tena kabisa hapa mjini Dallas, ambao ndio sasa imeamua kuanza kazi zake rasmi baada ya kupoa kwa miaka mitano mfululizo. Hiyo ndio imeanza kazi zake rasmi. Basi kaeni mkao wa kula, ah maneno haya kwa mwalimu Baros ni mwalimu wa kwaya ambayo, uh, ninaashiria nina, nina kwamba kwa kwaya itafanya vizuri zaidi. Chambweni, zungukeni popote pale, lakini najua kwamba kupitia uh, Ebenezer kwaya, neno la Mungu mingine ingine linaendelea kuhubiriwa vizuri sana, na tunalitangaza kwelikweli kwa kishima. Fadhali kuwa tayari, naamini utabarikiwa, utapona, utaokoka, utafarijika kupitia wimbo huo. Ebenezer inawandalia kitu kizuri sana, nimerudilia tena, Ebenezer kwaya inawaandalia kitu kizuri sana so ndugu mtazamaji nyinyi kaeni mkao wa kula kaeni mkao wa kutulia na msubiri nyimbo ambayo itakwenda kutoka mwezi wa nne tarehe 12 nyakati za mwisho nyakati za mwisho ndo title ya songa kwa sababu wimbo wetu huo una, unabeba maneno mazito sana, na tumania maneno yetu ambayo hapo kwenye wimbo wetu utakuokoa uta, yaani utakufanya uwe mtu mwingine mpya. Uta, wim, yani, hayo maneno ambayo yanayongeleka katika wimbo wetu utakufanya wewe usahau yaliyopita ili umrejee Mungu wako. Jamani, natumaini kuna mengi yanayofanyika katika dunia ya leo katika nyakati za leo. Kwa hiyo natumaini wimbo wetu utakapotoka, utakuwa wa kwanza kubarikiwa na maneno ya wimbo wetu. Jamani, support yenu ndio uendelevu wetu sisi kama vile wana Ebenezer Kwaya. Kaeni mkao wa kuangalia na kusikiliza nimebeba mashauri, naamini mtabarikiwa na Mungu awabariki. Hivyo basi, ninakuomba baba, mama, kaka, dada, ikaa mkao wa kula, ili uweze kusikiliza kila ambacho Ebenezer kwaya imekuletea uweze kufanikisha malengo yako katika safari ya kuenda mbinguni. Kwa ajili ya mwimbo huyo uisikilize kwa makini, uwe tayari na tv yako, tubarikiwe sote kwa pamoja kusikiliza ujumbe unasema nini. Of course tuko nyakati za mwisho, witafakari kwa makini mwimbo ambao umebeba ujumbe mkubwa sana kwa Wakristo wa sasa hivi uweze kuona ufalme wa mbinguni. Ninayo matumaini ya kuwa siku hiyo ambaye tunayesubiria mwimbo huo katika tarehe hizo, ninakuomba, ninakusii baba, mama, kaka, dada, ikaa mkaa wa kula katika siku hiyo, ili kusikiliza Ebenezer kwaya inawaletea nini, mambo yatakuwa